Naipenda nadharia hii. Mungu alipotaka kuumba samaki, alizungumza na bahari. Alipotaka kuumba miti, alizungumza na ardhi. Lakini Mungu alipotaka kumuumba mwanadamu, alijigeuza mwenyewe. Na hivi ndivyo alivyosema: Na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Kumbuka, ukiutoa mti ardhini utakufa. Na samaki naye ukimtoa kutoka majini ufa pia. Vivyo hivyo, mwanadamu naye anapokata mawasiliano na Mungu Hufa. Mungu ndiye mazingira yetu ya asili. Tuliumbwa tuweze kuishi katika uwepo wake. Lazima tuishi kwake, kwa sababu maisha yapo kwake yeye tu. Wacha Mungu tuendelee kuwasiliana na Mungu. Tukumbuke kuwa maji bila samaki bado ni maji, lakini samaki bila maji si chochote. Udongo bila mti bado ni udongo, lakini mti bila udongo si kitu. Mungu bila mwanadamu bado ni Mungu, lakini mtu bila Mungu si kitu. Ndiyo maana Kanisa Katoliki limetuletea kipindi hiki cha Kwaresima kwa ajili ya kututafakarisha hali yetu ya binadamu na sisi tupate kweli kumwelekea Mwenyezi Mungu. Na hata mimi hapa kwa kushirikiana na kanisa nimekuletea kitabu kinachoitwa Ifanye Kwaresima yako isiwe ya Mazoea, ni hicho hapo juu unachokiona. Kitabu hicho tunakitoa soft copy kwa shilingi elfu tano tu. Kama ukihitaji basi fuata link iliyo mkono wako wa kushoto hapo, nenda moja kwa moja ufuate maelekezo, nami nitakutumia inbox kwako kitabu hicho. Lakini kama huna pesa, usijali. Ikiwa una pesa jeza fomu, na na tu hiyo fomu unifuate na kuniambia, natamani kukuchangia utume wako, lakini kiasi ninachonacho ni pungufu ama sina kabisa pesa, lakini natamani na mimi nishiriki neema hiyo ya siku hizo arobaini kupitia hicho kitabu chako hicho, kiandaa nami, nipo tayari kupatia kitabu hicho, ili wote tusafiri kwa pamoja tutembee kwa pamoja na hatimaye wote tumuone Mungu. Ni mimi mtumishi wenu mdogo, ni seste hili Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.